Nataka uniambie kitu kimoja, inawezekana au haiwezekani? Limeisha hilo au mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule? Habari jamani leo nimewaletea habari njema kwa wale wafuatiliaji wa dunia na mashabiki zetu. Habari njema ni kwamba tumewaletea Dunia TV app. Hii itatusaidia kukua kwenye kazi zetu jamani. Kwa hiyo hii hatuwezi kufanikisha bila nyinyi mashabiki zetu, ndugu zetu. Mkituunga mkono basi tunaweza tukafikia target. Cha kufanya bonyeza hiyo link iliyoko hapo po chini. Itakupeleka moja kwa moja kwenda kudownload jamani. Shilingi elfu tatu tu. Yani, safari nyingine hii mpaka hapa Kiembe Samaki Zanzibar, huyu ameshinda kupitia promotion ya Royal Win Plus inayopatikana kupitia pmb.co.tz. Bwana Osmund, mambo vipi kwa. Safi, unaweza ukatuambia wewe unajishughulisha na shughuli gani hapa Zanzibar? Najishughulisha na biashara ndogo ndogo. Sana sana cheza Sun of Egypt na Book of Wizard. Sana sana cheza sasa kupitia tovuti ya pmbet.co.tz Nini mama? Hamna kitu, niko sawa. Vaileth, mimi nakujua, huwe ni mke wangu, atujanze kuishi leo. Mabadiliko yako naelewa vizuri, so please, usinifiche chochote. Kweli niko sawa mimi. Nani wako mume wangu? Asa, kwanini unifiche mimi vitu ambavyo vinaweza vikatuhusu sisi? na kama unanificha mimi, ni nani ambayo unaweza kumwambia vitu vyako vya ndani? Unatengeneza nini? So please niambie, kuna shida gani? I'm here for you. Sweetie, you know na nikute na hofu yani, si kama unanipenda tena, na kuna wakati mpaka najishtukia hivi, yani chichi chichi ambacho nakifanya, hisi kama unaniongopea hivi na kuogopa. Sioni ule upendo ambao tulikuwa nao zamani. Sioni ile energy ambayo tulikuwa nayo. Sikuoni maneno ambayo nilikuzuia. Elisi kama unanidanganya, kuna muda naogopa, yani naona kama naona kama kuna na kama kuna dosari kwenye ndoa yetu. Kuna muda sikwere kabisa najikuta naogopa, yani na hofu ile iliyopitiliza kikoli, sina amani, naogopa manyan I understand. Mapito ambayo tuliyapitia hapa katikati ni lazima tuachie trauma ambazo kisaikoloji haziwezi kutufanya tukaendelea kuwa kawaida, na kwa sababu nilifanya mengi pia ya kuweza kukushtua moyo wako, ndio maana bado kama majeraha na mimi, Ila ni kutoe hofu mke wangu. <laughs> Mi nimesha samee, sio yule tena ambaye alikuwa na zile hashing na drama ambazo zilipelekea kuleta hatari kabisa pia kwenye ndoa yetu na kuelewa You need to be strong, usilibebe lijambo katika akili yako na moyo wako wakati wote, kwa sababu kwa namna ambavyo unazidi kulifikiria, ndivyo ambavyo unazidi kuliumba zaidi kwayo, hata kama litakiwa liishe. Maanake ni kwamba we unaruhusu liendelee kuwepo, hiyo ni mbaya mke wangu, naelewa. <coughs> <coughs> Na anajitahidi sana naelewa, lakini lazima ujikaze. Kazi kumbuka ni mkubwa pia. Unajua, mpaka sasa hivi tumekaa hapa kitanda kimoja, leo ni baraka, tuna neema ya Mungu, lakini kiuhalisia, sasa hivi kila mtu alitakiwa awe katika mlango wake, mi niwe mashariki, wewe magharibi. Tuliwapitiane mazito mama, lakini usijiendekeze. Tu tukubali, kama tumesameana tusameane, turudi katika safari mpya, tuishi. Nakubali mimi kosea kwa upande wangu, na wewe ulikosea kwa upande wako, it's okay, tufunike haya, tuishi maisha mengine, lakini tusibebe ya zamani. It's very bad. Okay? Ndo Vaileth wangu namu no mke wangu wa mzuri sana. <laughs> Yani, katika vidume ambao wanaweza wakasimama mstari wa mbele katika hii ardhi na kusema kwamba wamepata wanawake walio bora alafu wakali. Owe. Mi pia ntasimama pale mbele, oyanimeng'oa kitu, and I'm proud of you for that. Yani, you know what, what? yatatokea yote ambayo yanaweza yakatokea, wataroga, watatuua, watatuvamia, tupigane humu, tuvunjane, tung'oane meno, tutoane madamu, lakini asikuwache <laughs> Oya wani pige wani uwe gari geregare, uenda mke wangu, uenda mmalamamba, sikuwachi miaka mia. Come on, njoni kuchapa na kabusu kidogo, msafirisho mamba Nini bwana, twende usiwe na wasiwasi. Sasa naendaje? Kati sioni. Wewe twende, utaona mbele yako una ah, wasiwasi. Surprise. Babe. Umekuwa ukilalamika sana mrembo wangu, mara o, boda bodaboda, usafiri unanisumbua, nachelewa kazini. Ndio nimeamua sasa kukuletea kagari ya kati. Babe, yes iwaka surprise. Asante pendo langu ni ladha. Okay, baby. Nini endeleeni kujirikodi. Nini sina mda na wai kikawe. Saa, baby, asante. Okay, I'll see you tomorrow. Baby, nakupenda. Shule inayofunza mema na mabaya wajuaji na wapumbavu wa Mungu Dunia nguko la koni kicheko, kwa wengine, wasindikizaji, wapambanaji wamo kumi na tano nalipa kodi leo nilipitisha siku tatu tu nafukuzwa mimi baba ah! Yani, miaka kumi na tano unalipa tu kodi ah! Ungejiunga na Dala ungekuwa na nyumba yako sasa hivi, mama. Sikia, Dala ni kampuni itakayokuwezesha kufanya ujengewe nyumba na kukabidhiwa kwa ajili ya kuishi huku ukiwa unalipa kidogo kidogo kwa kila mwisho wa mwezi kwa kima kinachoanzia laki moja na ukimaliza rejesho lako lote, hiyo nyumba inabaki kuwa ya kwako moja kwa moja. Yaani, maana yake ni kwamba wakati wenzako wanaangaika kulipa kodi kwa ajili ya kumnufaisha mwenye nyumba, wewe sasa unatumia kodi hiyo hiyo kwa ajili ya kumiliki nyumba yako. Kwa kuwa wewe ni mgeni, anza na kupata application ya Dala kwa ajili ya kuweza kupata maelekezo zaidi na kuanza kupata hii huduma. Mi sitaki uteseke kwa ajili ya makazi. Ukiwa na Dala lazima uwe na kwako. Yani, nimetoka mbio huko nikasema nije nikusikilize. Maskini, pole, asante. Sasa mimi mwanangu, nimekuita kama kawaida yangu, mimi mama yako. Safari zangu mimi haziishi, nataka nikukabidhi hii nyumba unayoiona. Na nakukabidhi hii, na hii funguo, ufunguo huu wa, wangu. Ufunguo huu wa mlango wangu pale, ufunguo huu hapa wa chumba kile pale, mlango nauona, ufunguo huwa wa chumba cha kwanza kule, lakini sasa mimi mimi nataka uwe huru, lala tu chumbani kwangu kama kawaida, sawa? Sawa, na huu hapa ni ufunguo wa geti. Mama, naomba ulinde hii nyumba, hii nyumba ina vitu vingi sana vya thamani, sawa? najua nilikutumia pesa nyingi tu za kutosha. Ukiwa na shida ya aina yoyote, utakwenda benki kudro, utafanya matumizi yako. Najua wewe ni msichana na mahitaji mengi tu ambayo unayoyahitaji, lakini sitaki uende nyumbani kwako. Naomba utulie hapa, kwa sababu humu ndani kuna vitu vyangu vingi tu vya samani. Lakini mama samani, ukiniambia kwamba nisirudi kule nyumbani kwangu, kule kuna vitu vyangu najua kuna kitanda, kuna godoro, kuna nguo zangu. Na tukiacha vyote, bado kuna kodi yangu haijaisha, nini? Nimelipa bado miezi kama nane hivi. Hasa unapokuwa unaniambia kwamba nibaki hapa hapa, nisitoke wala nisikanyage tena kule, unakuwa kama unanipa mtihani. We vipi wewe hmm? vile vitu pale ndani mwanangu sindi vina thamani gani? Mimi hizo habari sitaki kuzisikia kabisa, yani nimesha kuambia, mimi kula staki tena urudi. Kama kuna mtu ambaye unamjua mpe vile vitu akae navyo, na isitoshe nimesha kupangia mimi apartment, bado anafanyia ukarabati tu, ndicho kinachochelewesha, lakini mimi nikirudi mambo yote yanakuwa safi. Umenielewa eh? Sasa mimi mwanangu anaondoka, mtu yoyote atakee kuja hapa, naomba nipigie simu, kwa sababu mimi na marafiki wengi na watu wengi ambao wanafanya nao biashara na wanakuja hapa. Usimruhusu mtu kuingia bila kunipigia simu sawa, ah, sawa nisindikize basi au mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea maana nimekosa hoja kujitetea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 kwamba wazangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati, dunia ah. shule inayofunza mema na mabaya, dunia ah. wajuaji na wapumbavu wa Mungu, dunia ah. angukola koni kicheko kwa Nino wengine, dunia ah. wasindikizaji wapambanaji wa Mungu Moshi Kilimanjaro, na hapa tumemfuata Bwana Yusuf Ambari baada ya kupigiwa simu kwamba wewe ndo mshindi wa gari kutoka Pmbeti. Ulipokeaje hizo taarifa? Kwanza nilipokea kawaida, ila baada ya kuelekezwa kwamba angalia kwenye leaderboard ya Pmbeti na kuona kweli id namba yangu pale, ndo nilipoamini kabisa. Ulifahamu vipi sasa Pmbeti? Ah, Pmbeti nilifahamu kupitia maduka yao, tovuti yetu ni pmbeti.co.tz. Wanangu, hey. Mama bado uko macho? Hey, nilikuwa na wasubiri. Hey, pole. Asante ah, usiku mwema. Sasa hapana. Ah, samani, nilikuwa naomba tuongee kidogo. Ah, peke yangu au wote wote? Okay. Habari za huko kwanza. Salama, sijui umeshindaje. Ah, salama. Lakini wanangu jamani, mmeshinda siku nzima hata kuniuliza nimeshindaje? hata kunijulia hali eh? mpaka saa hizi kweli. Lakini hata hivyo hilo silo ambalo nimewaitia. Nimewaita nataka kuaga e, kwa sababu kilichonileta mimi ni biashara zangu, lakini mzigo mpaka leo bado haujaingia, na naona wenyewe mmenitenga, nimekuwa kama mzigo na mimi e, kwa hiyo nimeona bora tu niwaage, niende nikatafute hata lodge, nikae huko nikisubiria mzigo wangu Mzigo ukifika niende zangu, hata nanyi pia niwape uhuru. Maana kutokana na hivi vitu ambavyo vimetokea tokea hapa na nini, labda naweza kuwa ni kikwazo pia. Wenyewe mmeshaungana. <coughs> Maana najiona nimekuwa kama mchawi kabisa kwenye ndoa ya watu eh? <coughs> yani, mchawi kabisa. <coughs> Bora tu niwapishe wanangu. <coughs> mama ndo akili mama. <tipi> <tipi> Mama, mama, kuna kitu mi nakuelewa, mama yangu, sawa eh? Lakini kwa ufupi tu ningeomba niseme jambo moja kwa niaba ya hii familia yetu, kwamba sisi bado tunakupenda sana na tunahitaji kuendelea kubaki na wewe Sawa eh? Hii hali ya kuungana kwetu na kuonekana kama tuko pamoja tuko vizuri, nafikiri hichi ni kitu cha kawaida sana. Hata wewe nyumbani naamini mpaka leo hii uko hapo na baba eh, haikuwa safari ya mafanikio kila siku. Kuna muda mlikuwa mnakaruzana, mnapishana, mnakaribia hata kutengana kabisa, lakini kwa hekima yenu na mapenzi mnasameheana, mnarudi na maisha yalikuwa yanaendelea. Kwa nafikiri hata sisi huo mfano pia unatugusa moja kwa moja. Eh, kugombana kwetu kwa nyakati za hapa katikati haikuwa na maana kama ndio tunaachana kabisa. Na by the way, sio juzi hatujaanza kugombana juzi eti wa eh? Yeah, ni, ni muda mrefu kabla sasa haujaji tangu alivyokuja mzee huko nyuma tulikuwa na makrashing yetu mengi tu. Yani eh, paka nafikia tu unaweza kusema eh, hey, ili goma linaisha leo wao wanaachana. Lakini no. Kuna muda tunaseto, tunavumiliana, tunaishi. E, kwa hata hichi kwangu mimi nilikuwa nakielewa, najua kabisa pamoja na migogoro yote lakini end of the day kama kweli tunapendana tutaendelea kuwa katika mapenzi yetu. Kwa hiyo hii safari ni ya kawaida mama yangu. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba. Sawa eh? Siridhi ombi lako au tamko la kusema unaondoka. Tena unaenda lodge sijui guest huko. Ah, come on man. Yaani, unakuja hapa nyumbani watoto wako wapo mjini. Sawa? Alafu utoke ukapange guest tena lodge ukukae ulipie. Why does it make sense? Yeah. Inaenda kutuchafua kutu, kutu, kutu, kutu, kutu. Mama angu sawa, kwa sisi tunakupenda, endelea kubaki hapa tuendelee kuishi wote eh, sorry. <tune> Ha? Habari jamani, leo nimewaletea habari njema kwa wale wafuatiliaji wa Dunia na mashabiki zetu. Habari njema ni kwamba Tumewaletea Dunia TV app. Hii itatusaidia kukua kwenye kazi zetu jamani. Kwa hiyo hii hatuwezi kufanikisha bila nyinyi mashabiki zetu, ndugu zetu, mkituunga mkono, basi tunaweza tukafikia target. Cha kufanya, bonyeza hiyo link iliyoko hapo chini. Itakupeleka moja kwa moja kwenda kudownload. Jamani, shilingi elfu tatu tu unapata episodi zote, yani unapata episodi za mwezi mzima Imagine, guys. Sambaza upendo wa dunia. Kwan, chatu. Mama, vipi baba? Nimekaa katika hii nyumba takribani miaka kumi na tano nalipa kodi, leo nilipitisha siku tatu tu nafukuzwa mimi baba, yaani <laughs> miaka kumi na tano unalipa tu kodi ah! Ungejiunga na Dala ungekuwa na nyumba yako sasa hivi, mama. Sikia, Dala ni kampuni itakayokuwezesha kufanya ujengewe nyumba na kukabidhiwa kwa ajili ya kuishi huku ukiwa unalipa kidogo kidogo kwa kila mwisho wa mwezi kwa kima kinachoanzia laki moja na ukimaliza rejesho lako lote, hiyo nyumba inabaki kuwa ya kwako moja kwa moja. Yani maana yake ni kwamba wakati wenzako wanaangaika kulipa kodi kwa ajili ya kumnufaisha mwenye nyumba, wewe sasa unatumia kodi hiyo hiyo kwa ajili ya kumiliki nyumba yako. Kwa kuwa wewe ni mgeni, anza na kupata application ya Dala kwa ajili ya kuweza kupata maelekezo zaidi na kuanza kupata hii huduma. Mimi sitaki uteseke kwa ajili ya makazi. Ukiwa na Dala lazima uwe na kwako.